Karibu mtazamaji wangu wa WWC TV online wafikie wanacho cha kueleza. Na leo tuko katika chuo cha DSJ Media for Democracy. Tuna mada moja tu inayosema faida na hasara za mitandao ya kijamii. Kwa mbele pale naona Watu tutaenda kuwauliza wao wanaonaje, kuna faida gani za mitandao ya kijamii na kuna hasara gani za mitandao ya kijamii. Na wewe mtazamaji wangu unaweza kutuma maoni yako kupitia namba 0695195900. Twende kaka. Habari Feshi? Vipi, ni aje kama ka, uko poa. Yeah. Um, tuna mada fupi hapa kidogo inasema nipe faida au hasara za mitandao ya kijamii kwa mtazamo wako wewe. Mtandao wa kijamii una faida kwako? Ya, una faida sana mtandao wa kijamii. Mm, faida zake ni zipi? Faida zake ni moja, na natangaza biashara zangu yeah. Nyingine nafanya promo, yani zina, yani zinasaidia sana wewe yeah. Um, huyu kaka hapa anasema faida zake yeye anatangaza biashara zake anafanya promo kupitia mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii ni YouTube WhatsApp, Twitter, hiyo yote ni mitandao ya kijamii yeye anasema kwake ina faida vipi kwako kwa upande wao mwingine ina hasara pia hasara uh, zipo mm hasara -hmm. zipo labda unaposti vitu vya ajabu yeah. mtu mwingine zile ndo CV unajua mm -hmm. mtu mwingine anaweza akaangalia labda akaja kwenye jina lako direct, kama mj msafiz yeah. Anakuja anaona anaposti vitu vya yeah. kijinga. Sasa yani samahani, yani vitu vya ajabu ukiposti, wewe mwenyewe yani wewe jii unaposti vitu vya ajabu. Sasa hiyo hasara iko wapi hapo, au kwako wewe ukiangalia, ni hasara iko wapi? Mbo wafahamishe watazamaji wangu vizuri. Hasara zipo pale unapoposti mm. vitu vya ajabu, yani na maana ya kwamba mm -hmm mtu akienda direct, labda anataka kupe promo ya kufanya yeah. Yeah, labda utangaze biashara yake mm. Kwao moja kwa moja ataenda kwenye akaunti yako yeah. Kwao akienda kwenye akaunti yako na posti za ajabu zisioeleweka kwao, yani hizo ndo hasara za zenye yeah. akupi, akupi, akupi nafasi au akupi, yeah. akupi kazi ya kufanya lakini pia faida faida ni pale labda anaku, anasema ah, ngojani chiki watangazia juu wapi watangazaji ambao wanaweza kufanya promo labda, yeah. biashara yangu labda ya nguo nini, kwa kama hivyo hivo, nimepewa promo labda za kutangaza biashara labda biashara ya t-shirt nini, jeans nini, hivyo mtu moja moja pale anaona posti zangu posti zangu, ni mtangazaji, basi yuko poa, huja nimpe promo, hizo ndo faida. Yeah, huyu bana ni G Dax, yeye anasema mitandao ya kijamii ipo na faida, mitandao ya kijamii ipo na asala, ametoka kuelezea faida na asala za mitandao ya kijamii. Fresh, twende mbele hapa. Tunamwona kaka amevaa jezi fulani hivi, na yeye ataenda kutuelezea faida na hasara za mitandao ya kijamii. Kaka habari ha, salamu. Wanakufahamu kwa jina gani? Mm. Almaarufu kama Nick Jayala. Swali letu ni moja tu hapa, niambie faida na hasara za mitandao ya kijamii kwa upande wako. Unaona faida yoyote katika mitandao ya kijamii? Ya, faida zipo nyingi za mitandao ya kijamii mm. mit kijami. Kwa sababu unavozungumzia mitandao ya kijamii ni nani upana. Kwa mfano, inaosaidia katika mawasiliano, kuasiana na watu ambao wapo nje nje za nchi, mfano WhatsApp nini. Pia vile vile ina faida kwatu utumia kama kusoma. Unaona sasa hivi kuna elimu zinatuma zina mitandaoni yeah. YouTube na elimu wanafundisha nini pia yeah, ina inaburudisha ni kwa sababu mmoja, ukiingia katika mitandao ya kijamii utakuta maigizo, muziki ko una furahi. Uh, huyu hapa Niki JR anasema mitandao ya kijamii ipo na faida kubwa sana, inaburudisha, inafurahisha na mambo kama hayo. Vipi kuhusu hasara mitandao ya kijamii hiyo, kwa upande wako, unaona kuna hasara? E, hasara zipo nyingi kwa, mm -hmm, kwa sababu ukicheki pia katika hasara jua hiyo vitu nikiingia katika kukuburudika, si YouTube yeah. Natumia bando bando yeah. Ni hela, <laughs> <laughs> kwenye kwenye yeah. Kwa wifi, ni hela, kwa hiyo hela zangu zinaenda kwenye, kama hivyo wifi pia imenunuliwa bado ni yale yale. Hasara nyingine pia kuna kupoteza inaweza ikapotezea muda kienda nyingine, maana unaweza nangalia kitu ukanogea ku kuangalia, labda umekaa unacheza kwa movie umenogea mpaka muda kufanya kazi unakupita kwajili yote mitandao ya kijamii. Um, huyu ni Niki Jeyara yeye anasema hasara zipo katika mitandao ya kijamii hasara hizo ametoka kuziwezesha hapa, unapitwa na muda, unaenda vitu bila wakati. Kwao hizo ni hasara, na tumetoka kuongea tena pia na kaka anatuambia hasara na faida za mitandao ya kijamii kwa hapa tutaishia leo. Hapa ni mimi mtangazaji wako Janet Banekwa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na wana chaneli yako nzuri kabisa WWCTV online, wafikie wanacho cha kweli.